Usipo comply already wenyewe wanakufaa nini, wanakutoa si ndio? Iko na ni international. Sasa since wanajua wezi fanya hivyo, wezi toa akaunti yako, wezi fanya ya nani, wakasema hii komiti wanataka kuiongezea nguvu ya kufanya nini, website na applications zikuwe inaccessible where in Kenya. I hope sija kupoteza. Niko na wewe. What is a It's both an, a website and an app. TikTok is both a website and an app. Kumbuka wajasema nini? Accounts. Nilikuwa nasikia watu wanasema ati yo accounts, accounts. Hakuna siku wata delete account yako kwa sababu government cannot... Twitter hayezi sikiza ati serikali ya Kenya imesema itaki account yako waitoe. They don't care. Kenya is just a part of a small market that they serve. Waisema tunajua tunasikiza Kenya, Kenya NC4 imesema. No, no, no, no. So this is what they are saying they want to give directives on websites and applications enye wanasema zina support hizi it, vitu unajua, hii pornography already iko address, kwa hiyo sheria ya zamani iko ready. Si ati wameleta hii, si new hii, iko already nikutuchezea tu hii. Terrorism, unajua terrorism ni nini? Acha nikupatie example ya terrorism kulingana na sheria, terrorism ni kitu yoyote tu yenye wewe unaweza fanya na, na social media yako ama mahali popote yenye inaweza kufanya watu waogope mahali fulani. Tuseme useme watu Eldoret hii weekend mnakufa. Hata imesemekana kuna Mungiki watakuja huko mkufe. Unaona hiyo kitu unafanya si ina cause terror. Hiyo ni terrorism. Ingine ni hata kushare. Unaona kushare images. Sema watu wamekufa mahali, umepiga picha. Hiyo sheria inasema haufai kushare hizo picha bila idhini ya National Police Service. Lakini unaweza share kama facts ni correct, me understand mpaka hapo. Ingine ni hoaxing. Hoaxing ni ile nyee, ati ni mchezo, unasema ati watu 50 watu, watu walikufanya lenda so, watu wanaogopa, hiyo ni terrorism. Terrorism ni kawa kusema tutachoma manyumba za watoto wa MP, hiyo ni terorism. Hizo vitu mnasemea wapi? Ubina, mnasemea online, sindio? Yeah. Tayari hii sheria vile ilitengenezwa 2018 ilitengenezwa in a way that ukijaribu kusema hivyo tayari imeshatengeneza njia yenye utakujiwa utashikwa na utakuwa charge kulingana na hiyo sheria na na hizo vitu zote zenye unaona hiyo sijui ati fine sijui nini zote ziko kwa hiyo sheria ya kitambo sasa ukisikia to give a directive on hii ndio imetuweka kwa shida because they are supposed to say give directives to si wanafeel huyu ni Obina ameleta shida Let us report him where ali sema wapi? TikTok. Tumreport wapi? TikTok. Lakini si TikTok already kuna hiyo hiyo nini watu wanaweza kureport you, do, do, you don't need government and TikTok does not recognize that this is a government. Oh and I take to like it's a report on an account. Wanaona atutaki kufuatana na individuals watatushinda. Unajua kwa nini hii sheria imeletwa? Imeletwa ndio ni kama yani, unaagi una mtu si ndio, akiona unamshinda anakublock ni kama bosi wako amekukosea alafu amewakosea alafu mkisema hapana, sisi tunataka haki yetu na nini na nini, anawavuta kazi, umeelewa sasa? So hii directive yenye unasikia inaweza fanya tu kazi, mara tatu itafanya kazi wakati kuna maandamano, wanasema hapana, vijana wana incite watu to violence, because ukienda kwa hiyo sheria mzee, hiyo sheria yenye iko tayari article uh, nini section 22 23 na 27, Zimefanya nini? Zimeaddress hiyo mambo hii in address false publications eh, also false news na in address cyber cyber harassment.